Wabunge tunatiki wale mtakaowapigia nini kura, kwa madiwani tutatiki kwa wala atakayekuwa ameshinda kwenye i mshike mshike wa kura kwenye kata, na madiwani watakaochaguliwa kwa utaratibu wa haki. Tano tena kama alikuwa nayo mitano, kama alikuwa na, na mitano halafu hayupo, ni mitano tu mipya. Maana sio kila mtu ni mitano tena. Ah, mitano tena ni Samia, wengine tunachujana na kwa vikao, vikao vya kata, vikao vya wilaya na vikao vya mkoa, odo tendeni haki kwa wanachama wenu. Narudia, watendeeni haki wale wanaostahili haki, msiwarete wale ambao wanafikiri rushwa ndio jibu. Kwanza, vitabu vyetu vyote vya imani zetu za wenye kuamini Waislamu na Wakristo, vyote vinapinga rushwa.